Naitwa Mrisho Rafa Ngasa. Kwanza nitoe shukrani zangu kwa dhati kwa Mwenyezi Mungu kuweza kufika Mbinga salama na leo na tamati ya kurudi nyumbani Dar es Salaam. Pia niweze kumshukuru kwa mwenyeji wangu Sir Frank Wailes kwa mapokezi mazuri na pia Wanambinga wamepokea vizuri sana, ammuma, kwele, sana. Na kusongea kwa kweli nimeweza kufaidika sana tofauti na nilivyotarajia. Nilijua kwamba itakuwa kumepoa, lakini wameweza kuwa vizuri zaidi na, na kikubwa zaidi watu wa Mbinga wameonyesha upendo mkubwa sana ambao sikutarajia kuupata, lakini nimeweza kupata. Ah, kwa jinsi nilivyoongea na Mr. Frank kwa, na ni naye no vizuri amongea mm -hmm. mambo mengi ambayo ya kujenga mahusiano no, mazuri baina ya Enjoy Soka na, na, na Wailes ambayo tutakuja huko pia Enjoy Soka kucheza mechi tatu nadhani. Mechi tatu tutacheza soka mjini, tutacheza wapi eto, Mapela na pia Mbinga. Kwa majina mimi naitwa Frank Peter Ndunguru ni mwanzilishi wa mashindano ya Wailes Super Cup. Leo ni siku ya tarehe mbili Mgeni wetu rasmi aliyekuwa mgeni rasmi ndugu Mrisho Alfan Ngasa anaondoka hapa airport kuelekea Dar es Salaam. Tunashukuru kwa ujio wake, tunashukuru kwa mapokezi ndani ya mkoa wa Ruvuma hususani Mbinga kiuhalisia. Wamempokea vizuri sana, na ni jambo ambalo hata mwenyewe sikulitegemea, lakini ni mapokezi ambayo hata kwake ameweka historia. Lakini jambo la msingi, alifika kuzindua ligi Ligi imezinduliwa, nashukuru mapokezi, kama hivyo nilivyoeleza, yamekuwa mazuri kwa tunachotarajia. Sasa hizi ni kile ambacho tulikitarajia kiweze kufanya kazi kwa. Baada ya hivyo, ligi inaendelea. Waandishi wa habari mnakaribishwa kwa mahojiano au kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na ligi yetu, tunawakaribisha sana. Lakini ujio wa Ngasa umenifundisha mambo mengi. Kwanza ni mtu ambaye mwenye upendo sana, au pili ni mtu wa soka haswa kwa sababu kutokana na mikakati yetu ambayo tumeipanga tunatarajia kuwa na mambo mengi sana, na umeangalia pale ameeleza kuwa tutakuwa na mechi takribani tatu. Watu wa Songea wameomba sana, kwa nini Ngasa ameenda Mbinga? Lakini niwaambie atakuja na atakuja na akademi yake kupitia enjoy soka ya Ngasa. Tutakuwa na mechi Songea, tutakuwa na mechi Mbinga mjini, na vilevile tutakuwa na mechi kule ambapo tulizindua ligi. Nini yetu, nini matarajio yetu? Natamani sana baada ya hizi baada ya kulink up na enjoy soccer, natamani vijana sasa waamke. Hii ni fursa kwa amekuja huku sio amekuja kutembea, amekuja kwa lengo maguguti kabisa, kwa ajili ya kuangalia vijana wetu, ili wenyewe aweze kunufaika na kesho na kesho kutwa, tuweze kuwa na vipaji vingi, hata timu yetu ya taifa iweze kunufaika pitia michezo hii, lakini pia Tunatarajia kuwa na mashindano hivi karibuni kwa shule za sekondari, nayo pia itakuwa chachu, na baada ya hapo tutakuwa na uzinduzi wa ligi ndani ya Mbinga mjini. Na kwa nini tunafanya hivi? Ligi yetu ni ya mkoa mzima, kama ni mkoa mzima hatuwezi tukaacha sehemu yote, ila tutakuwa na muda kwamba jinsi tutakapoziweka ratiba zetu kwamba kwa muda huu tunaanza huku, kwa muda huu tunaanza wilaya hii, kwa muda eka, lakini mwisho wa siku ili tuweze kufikia mkoa mzima. Nashukuru sana, nashukuru sana kwa kukubali ombi letu, na sisi tunamtakia safari njema, karibu tena Mbinga.